msije mkafikiri na wao ni waandishi wa habari lakini ni wadau wetu, waliweza kutupatia taarifa ambazo zituwezesha kuweza kutekeleza majukumu yetu katika kipindi hiki ambacho nataka kutolea taarifa. Taarifa yetu ni taarifa ya kipindi cha miezi mitatu, taarifa ya utendaji kazi ya ofisi ya TAKUKURU ee, mkoa wa Kagera kwa maana e, hapa mkoani na wilaya zote tumefanya kazi mbalimbali mbali. TAKUKURU kupitia dawati la uchunguzi imefanikiwa kusaidia wananchi tisa, wananchi tisa ndio hao hapo ambao wako hapo pembeni nao ni, ni, ni, ni, ni. Tutuona na wao wawepo waangalie tunavyofanya shughuli zetu e? wananchi wa tisa wa kijiji cha Bulembo kata ya Ibuga wilaya ya Muleba, walikuwa wamedhurumiwa kwa kuchangishwa fedha jumla ya shilingi milioni mbili na laki tatu kwa ajili ya kuunganishiwa umeme kupitia mradi wa REA unaotekelezwa na kampuni ya Nakuroi Investment Limited katika wilaya ya Muleba. Kijiji hicho hakikuwa katika mpango wa kufanikisha umeme kwa wakati huo, yaani kijiji hicho hakikuwa kwenye huo programu ya kupelekewa umeme, ya umeme wa, wa, wa, wa, wa, wa REA. Kwa hiyo mafundi hao waliwalagai wananchi hawa na wakatoa fedha zao wakihadaiwa waki kwamba watakuja kuunganishiwa umeme. Baada ya TAKUKURU kupata taarifa hizo, uchunguzi ulifanyika na watumiwa wawili walifikishwa mahakamani kwa makosa ya rushwa na kujipatia fedha kwa njia ya udanganyifu. Mahakama ya Wilaya ya Muleba, baada ya kusikiliza shauri hilo mbele ya hakimu mfawidhi wa mahakama Mheshimiwa Danieli Mkerwa iliwatia hatiani washtakiwa hao kwa makosa ya udanganyifu, na pamoja na, na adhabu nyingine, mheshimiwa hakimu aliamuru fedha zote shilingi milioni mbili laki tatu zilizochukuliwa na watuhumiwa na watuhumiwa ambao hao ni, ni Patrick Mchunguzi na Revocatus masan, mas, Masanja kurejesha kwa, kwa wananchi husika kupitia ofisi ya TAKUKURU aidha TAKUKURU ilifuatilia utekelezaji wa hukumu hiyo, ambapo watuhumiwa walirejeshwa fedha zote milioni mbili laki tatu, lakini vile vile TAKUKURU iliendelea kufuatilia kwa mwajiri wa watu hao, na mwajiri kampuni hiyo imethibitisha kwamba wale watuhumiwa waliofikishwa mahakamani wamefukuzwa kazi katika kampuni hiyo. Kwa hiyo tulikuwa tunaendelea kufuatilia, tuwafuatilia, tukachunguza, tukafikisha kesi mahakamani. Tulivyofikisha kesi mahakamani, tukapata ushindi, tukawashinda. Maana baada ya kushinda tukafuatia hukumu na kesi ili tuweze kupata hizo fedha na fedha zikaweza kupatikana, na hatimaye tukafuatilia tena mpaka kwa mwajiri ambako tulihakikisha watumi wao wamesha wame, wame, wame, wame fukuzwa kazi. Waliingia mafundi wanawalea, baadhi wengine wakawapatia nyaya nguzo nguzo, wengine a

atumewakuta tunawashukuru waandishi wa habari ambaye pereka hiyo habari mpaka au akachukuana, tukapitia tukaenda vizuri. Tunashukuru, tunaomba mwendelee na kazi nzuri sana Umejisikiaje baada ya kupokea hiyo fedha na kurejeshewa, kama manaje? Najisikia furaha kidogo, lakini umeme bado hatujapata. Tunaomba serikali tusaidie tupate umeme yetu, ni umeme kijijini. Kwa majina, naitwa James Mkandawe Kaidem, mimi nazaliwa kijiji cha Bulembo, kata ya Ibuga, tarafa Kamachumu. E, sasa baada ya wahusika wa, wa, wa, wa umeme kuku, kuku, kuja huku kunani kusimika nani hizi nguzo za umeme, basi ndio mkapata taarifa kwamba ambao hamkufikiwa na umeme mji mnani mtoa chochote mkapate umeme, bila hivyo hamwezi kuipata kwa sababu laini kuu haikupita kwenu ndio kampata ka jamaa mmoja huyo mhusika akasema we kulita fedha tunakulita nani nguzo na napata. Basi kampatia hizo pesa laki mbili na nusu lakini, muda si muda, akanipa na namba zake za simu. Muda si muda nampigia, mbona mjakuja kuchimba shima na kuweka nguzo? Asema ah, subiri tunakuja. subiri tunakuja, na huku wa laini kuu wanaendelea kufanya kazi <tukajana> <tukajana> Bas, sasa siku ya siku na nangu, nguzo zikaisha, nkampigia simu, bwana gani bwana, nguzo zimeisha we, subiri, wewe amini mimi tu. Basi mwisho wake kaanza kumpigia simu, ndio apatikani tena, nampigia simu apatikani. Basi mwisho wake ndio taarifa zikatokea kwamba, au, wajamani, watapeli tapeli, wana vijana wanaweka nguzo basi basi, mwisho wake ndio nikapata habari kwamba kama matapeli. Lakini mwenyekiti akaja kwangu akasema, bwana sina wewe ulitoa ile za za, za, za, za umeme, nikasema ndio, nikasema sasa ninahitajika hapa senta pale, pale kitanga pale. Nikaenda basi nikakuta waandishi wa habari, akasema ni wao walio naita watakukuru Mweleze maelezo yenu, ndio kama wale vijana watashikwa waliochukua ile ela zenu, basi tukatoa maelezo, mmoja mmoja anatoa maelezo, wakaenda. Mwisho wake ndio wakasema kwamba eh, bwana, wale wale waliwatapeli, wameisha washika eh, na pesa zenu zitarudi. Basi ukakaa sasa, mwisho wake baada ya siku, mwenyekiti akatuita akasema, bwana wale wajamaa wameisha siku na kesi wameisha yendeleza huko nani mrevu. Kwa hiyo pesa zenu subiri, siku mtaitwa mtapewa na pesa zenu ambayo zimechukuliwa. Basi sasa, baada ya siku, ndio mwenyekiti akatuita akasema bwana, katupiga simu yeye, ayupa mwenyekiti wa kijiji, akasema nendeni nani Bukoba katika ofisi ya TAKUKURU tukapewe ela zenu. Ndio siku ya leo sasa, ndio maana tumekuja hapa. Sasa tunashukuru sana kwa kupewa, au kwa sababu tulikuwa tumeisha sadaka, kwa sababu tutazitoa wapi? Sasa tunashukuru sana na Mungu awabariki, ili tuweze kupata kama ni kosa moja. Lakini kimsingi hii kesi ya ambayo tuliendeshwa pale mahakama ya wilaya ya, ya Muleba chini ya mheshimiwa Daniel Nyamkela ilikuwa ni kesi namba tatu ya 2025, corruption case number 3 of 2025 ambayo iliwakuta bwana Patrick Method na Revocatus Masanja hatiani kwa kosa la rushwa chini ya kifungu cha kumi na tano cha sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa, na mahakama iliamua kwamba watu hawa wak walipewa fine ya mahakama na mahakama iliamua wananchi wale warudishiwe zile fedha. Usisahau kusubscribe, ku comment, ku like na kushare